Nu no, karibuni darasani. Nataka nikufundishe kusuka nywele ya mikono. Mara nyingi huwa anawaambia ukijua kusuka nywele ya mikono inamaanisha kwamba zipo staili nyingi ambazo tutaenda kusuka kupitia nywele hii ambayo unaiona. Kwa hiyo una uwezo tu wa kujua nywele ya mikono, alafu nikakufundisha kwa mfano, nywele ya kutumia sindano ya crochet inawezekana na ukasuka nywele zingine nyingi nzuri zaidi. Naomba nikukumbushe jina langu ni Farida Othman na karibu sana Farida Beauty Academy tunafundisha mambo yote ya saluni kwa ujumla. Iwe ni kusuka, kupamba maharusi, kufanya makeup aina zote, kufanya facial, kutengeneza kucha na vitu vingine vingi zaidi. Anza kukata mstari ambao utakuwa umenyooka kama hivi ambavyo unaona. Upande wa mbele kutakuwa kuna upana kiasi, upande wa nyuma utakuwa ni mwembamba, kutokana tu sisi binadamu kwa kawaida, upande wa usoni huku ni papana, lakini upande huu wa nyuma, usawa kichogo ni pa dogo. Haya, tunaanza kusuka. Nitaanza kuchukua nywele yangu ya upande wa chini, nitaileta hapa katikati, alafu nitabana na kidole gumba. Nitarudi kidole changu hichi cha shahada, nitachukua nywele nyingine upande wa juu, nitabana katikati hivyo hivyo nitaenda nikipishanisha kwao, nitakuwa nachukua nywele upande wa juu na bana katikati, upande wa chini na bana katikati, na zipishanisha. Hakikisha upande wa katikati unaibana nywele yako, sababu usipoibana nywele itafumuka. Mambo ni mawili, angalia vidole vyako ambavyo ni rahisi. Ukiibana nywele itabanika vizuri kama ambavyo mimi ninakuelekeza. Sio lazima utumie kidole ambacho nakitumia mimi, hapana. Lakini tutapishanisha upande wa katikati, tutabana upande wa katikati. Chukua nywele upande wa juu kama hivi Uh, pishanisha, bana, chukua upande wa chini, pishanisha, bana. Na kitu ambacho unapaswa kuzingatia ni kwamba chota nywele kidogo kidogo, yaani usichote nywele nyingi. Ukichota nywele nyingi, mwisho wa siku utajikuta nywele yako imetuna, imevimba vimba, sawa sawa. Kwa chota nywele kidogo kidogo, lakini pia pale ambapo unapasuka, ndipo hapo hapo unatakiwa uchote nywele. Usije ukawa unasuka upande wa nyuma, tayari wewe umeshaenda kuchota nywele ambazo zipo mbele zimezidi nywele zako zitakaa vibaya, lakini pia isababisha kukata nywele ya mteja, kwa sababu utakuwa unavuta nywele unailazimisha ukaa sehemu ambayo sio sawa sawa. Kwa hiyo suka mpaka mwishoni kabisa. Kupata nywele kama hii inahitaji ufanye mazoezi yani, sio tu umeangalia video umesoma kwenye video tayari umekisha kujua ufanye mazoezi. Kuelewa ni kitu kingine na kufanya mazoezi ni kitu kingine. Fanya mazoezi, tuma mrejesho wako. Hakikisha umesubscribe channel hii ya Farida Othman. Hakikisha umejiunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp uweze kujifunza zaidi. Upande wa chini malizia ncha yako vizuri. Hii ni njia tatu, sawa sawa, yani ni line ambayo tunaenda tunaikushatanisha pale katikati. Kwa hiyo minyoosho mingine na tofautiana. Kuna minyoosho mingine inakuwa ni mbinjua, kuna minyoosho mingine ni wa line moja, lakini minyoosho huu ambao nakuelekeza mimi ni ule minyoosho ambao tunaenda kuupishanisha pale upande wa katikati -kati. Hakikisha nywele unapokata mstari. Kata mstari ambao utakuwa ni umenyooka, alafu baada ya ule mstari ugawe tena kati kwa kati. Yani usilazimishe, uh, nywele yako ya mikono upande mmoja ukawa mkubwa upande mwingine ukawa mdogo. Hapana, leo nakuelekeza nywele ambayo itakuwa iko sawa pande zote. Chukua nywele upande wa chini kama hivi, pishanisha katikati, leta upande wa juu, twende upande wa chini, upande wa katikati -kati. kati -kati, tunakuwa tunazipishanisha nywele zetu. Sawa, sawa. Kwa naomba uzingatie hilo. Ni rahisi sana kama utafata maelekezo ambayo ninakusisitiza. Naomba nikukumbushe jina langu ni Farida Othman, karibuni sana Farida Beauty Academy, tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha mambo yote ya saluni. Kwa wale ambao mnatokea mikoani, hosteli zipo. Hosteli zetu ni shilingi laki moja kila mwezi. Una swali na chochote niandikie kwenye comment, au tupigie kwenye namba ambayo unaiona katika screen. Kwa wale ambao mnahitaji kufahamu ada ni kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. Jinsi gani ya kujiunga na chuo? Nafasi zipo wazi na tunapokea mwanafunzi ambaye hata kama haujui kabisa, huna idea, hujawahi kusuka lakini tu unatamani kuingia katika fani hii. Karibu sana, tutakupokea vizuri, tutakufundisha vizuri na utaondoka ukiwa unajua vizuri kabisa. Naomba nikusisitize, wewe ambaye unajifunza kusuka, hakikisha kwanza umejua kusuka nywele ya mikono, itakusaidia kusuka nywele nyingine nyingi zaidi. Kuna wale ambao tayari nimekisha kuwafundisha kusuka vibutu vya mikono, vyote tutaenda kuvitumia, kwa sababu kuna nywele nyingine tutatumia vibutu, kuna nywele nyingine tutatumia nywele ya mkono. Sawa, kuna nywele nyingine haihitaji uanze na rasta chini, kama kusuka kwa mfano labda stitch. Umeona ni ngumu, nywele ya mkono hivi haiwezi kuwa ngumu. Sawa sawa, kwa sasa wewe mwanafunzi wangu hapa nitakupa, niseme nakupa homework kwenye nywele hii. Mimi nimekata mistari mikubwa sawa sawa. Kwa hiyo ukishajua kusuka mistari mikubwa hivi, kata na mistari midogo, suka na mistari midogo, fanya mazoezi mara kwa mara. Kujiunga na magrupu, unachotakiwa kufanya ni uwe tu tayari umekwisha kusubscribe channel yetu hii ya Farida Othman, kisha nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen, nitaenda kukuingiza kwenye magrupu yetu. Kijiunga kwenye magrupu kule. Fanya mazoezi, tuma picha yako. Sawa, angalia comment za wenzio zinasemaje. Angalia comment ya madam inasemaje. Sisi tunaelewana. Hii itakuongezea ufanisi, lakini pia utajikuta unajua vitu vingi kwa uharaka zaidi. Kwa wale ambao mnahitaji mafunzo ya live, jiulize tu, unasoma hivi kwenye video unaelewa? Naomba nikwambie kwamba ukija live hautopoteza muda wako. Karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Muonekano wa mwisho wa nywele yetu ya mikono ni kama hivi ambavyo nitakwenda kukuonyesha, lakini sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha, na uzuri ni kwamba watu wengi sana wamenufaika na mafunzo yetu. Asante na endelea kujifunza nasi. Karibuni sana chuoni kwetu. Tupo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Namba zetu ni hizo ambazo unaona kwenye screen. Unaweza kusuka nywele ndogo ndogo ukanitumia feedback. Asante na usiondoke bila kugusa batani nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kama umesha subscribe, karibu sana.